Tanzania na Italia zinaendelea kuimarisha ushirikiano wake kupitia nyanja mbalimbali zikiwemo elimu, michezo na utamaduni. Katika kuadhimisha wiki ya lugha ya Kiitalia duniani, Ubalozi wa Italia nchini Tanzania umeandaa shughuli kadhaa zinazolenga kukuza lugha na tamaduni za taifa hilo. Jackson Mwanuzi ameandaa taarifa ifuatayo. Ni wiki ya kuadhimisha lugha ya Kiitalia duniani na hapa nchini Tanzania, Ubalozi wa Italia umetumia fursa hii kuonyesha uzito wa lugha hiyo katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kiutamaduni na kijamii. Balozi wa Italia nchini Tanzania Giuseppe Shon Kopola amesema mbali na uhusiano wa kiuchumi unaoimarika, Italia inajivunia kushirikiana na Tanzania katika sekta za elimu, michezo na urithi wa kitamaduni. Mpango mkubwa wa kusaidia elimu ya ufundi nchini Tanzania kupitia mafunzo ya ufundi stadi. Aidha, kuna ushirikiano mzuri kati ya vyo vikuu vya Italia na vyo vikuu vya Tanzania. Ushirikiano huu umekuwa na manufaa makubwa kwa pande zote mbili. Pia kuna raia wengi wa Italia wanaoishi Tanzania, pamoja na mashirika mbalimbali ya Kiitaliano ambayo yanashirikiana kwa karibu na sekta ya michezo hapa nchini. Ingawa bado tuko katika hatua za awali, tunatarajia kuwa mwaka ujao tutakuwa na fursa ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa vitendo katika sekta hii muhimu, ambayo Italia ina dhamira ya dhati ya kuendeleza our, our, our. Katika maadhimisho haya, ubalozi umeandaa maonyesho ya filamu za Kiitalia pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni kwa lengo la kukuza uelewa wa lugha hiyo miongoni mwa Watanzania. Baadhi ya raia wa Italia wanaoishi hapa Tanzania wanasema wanafurahishwa na ushirikiano mzuri uliopo baina ya mataifa haya mawili. Tunajaribu ku, ku, kutangaza kusherekea kilugha cha Kitaliano ha, Tanzania ni nchi nzuri sana tu, ni napapenda sana kuishi hapa, ni pazuri sana. Karibuni sana Tanzania. <laughs> Katika upande mwingine, baadhi ya Watanzania wamesema wanajivunia ushirikiano huu. Kwanza naweza kuwa ya kibiashara, pia ya kisanaa, kutoa kitu hapa na kupeka kule. Kwa hiyo mtu yeyote anatakiwa angalie nchi ambayo ina push au inajisukuma kujua hapa ilipo, kwa wajua Tanzania, na pia inaweka fursa nyingi. Kwa mfano kwenye fashion wanapeleka sana watu Itali kwenda kujifunza. Kuna scholarship, zipo huwa wanazitangaza. Uh, pia kitu kingine kwenye biashara like, watu wengi wanatoka kule wanakuja kuwekeza, lakini hata sisi tunapata namna nzuri ya kuweza kuingia na kwenye ubia na kuwekeza nchini kwao. Katika kutumia lugha kama chombo cha ja mawasiliano Italia na Tanzania zinaendelea kujenga uhusiano wa kipekee unaojikita kwenye elimu, uchumi, michezo, utamaduni na mshikamano. Kutoka jijini Dar es Salaam, Jackson Mwanuzi, TBC. Na wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu